Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC imewataka watendaji wa uboreshaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura mkoa wa Dar es Salaam kuwahamasisha wananchi wenye sifa ili wajitokeze kujiandikisha na kupata haki yao ya kikatiba itakayowawezesha kushiriki katika kuchagua viongozi wao. Wito huo umetolewa na makamu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji mstaafu wa mahakama ya rufani, Mheshimiwa Mbaruk Salim Baruk wakati akifunga mafunzo ya siku mbili ya watendaji wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kutoka halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam, nahimizwa kuhamasisha wananchi wenye sifa ili wajitokeze kujiandikisha na kupata haki yao ya kikatiba itakayowezesha kushiriki katika kuchagua viongozi wao. Sambamba na hayo makamu mwenyekiti huyo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Mheshimiwa Mbaruk Salim Baruk amewasisitiza washiriki wa mafunzo hayo kuhakikisha wanahamasisha wananchi kwa kusambaza mabango waliopewa na tume. Amesema mabango hayo yakisambazwa kwenye maeneo yao ya kiutendaji, wananchi watapata taarifa za kina kuhusu zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura linalotarajiwa kufanyika kwa siku saba kuanzia Machi 17 hadi 23, 2025. Mabango na vipeperushi itakavyopewa na tume visambaze mapema katika kata zote zilizopo katika halmashauri zenu na kutoa huku, na kutokea huko yafike vituoni, ili iwe rahisi kwa wapiga kura na wadau wengine kujua vituo viko wapi. Licha ya shughuli nyingi za kiutendaji walizo nazo watendaji hao, jaji Mbaruk amewaasa waweze kufuatilia kwa karibu zoezi hilo na kushiriki kikamilifu ili kuhakikisha kuwa linafanikiwa. Katika hatua nyingine, jaji Mbaruk amewakumbusha watendaji hao kuhusu uwepo wa mawakala wa vyama vya siasa na kuwasisitiza kuhusu umuhimu wa kuwapa ushirikiano kwa sababu wao ni wadau muhimu. Naye mwenyekiti wa mafunzo hayo ndugu Selemani Kateti amesema siku mbili za mafunzo hayo zimetumika ipasavyo kujifunza juu ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura unaotarajiwa kuanza katika mkoa wa Dar es Salaam siku kumi zijazo. Na kupitia wawezeshaji wa tume, tumeweza kupata mada mbalimbali mbali. Ikiwemo kupata mafunzo ya ujazaji wa fomu zote za uboreshaji ambazo zitatumika kwenye vituo. Lakini pia tumeweza kupata mafunzo ya mfumo wa uandikishaji, tumeweza kupitishwa kwenye vifaa vya uandikishaji ikiwemo BVR. Lakini pia tumeweza kupata mafunzo ya usimamizi wa fedha na matumizi ya vifaa. Lakini pia tumeweza kupata mafunzo ya OVRS ambayo kwa hapa Dar es Salaam tunatarajia inaweza ikatumika zaidi kulingana na uelewa wa wakazi wa Dar es Salaam. Mafunzo haya ya nadharia na vitendo yaliyoanza jana na kumalizika leo Machi 7, 2025 yamelenga kuwafundisha namna ya kutumia vifaa vitakavyotumika kwenye zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Uboreshaji wenye kauli mbiu isemayo kujiandikisha kwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.